Shitera, lakini mbali na haya mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, ni kwamba wakazi pamoja na wahudumu wa magari ya uchukuzi katika kaunti ya Busia wameshabikia kukamatwa kwa askari watano wa trafiki waliokuwa wakiwashurutisha madereva kutoa hongo katika kizuizi cha barabarani kilichoko kwenye barabara kuu ya Busia kwenda Kisumu. Hatua hiyo ya tume maadili ya kupambana na ufisadi EACC kuondoa kizuizi hicho imewapa fueni ya muda watumizi wa barabara hiyo wakisikitika wamenyanyaswa kwa muda mrefu na maafisa hao wa trafiki ambao kulingana nao huchukua hongo ya kati ya shilingi 50 na 500. Maafisa e, wa EACC wamefanya kazi nzuri. Pasababu, kwa sababu hizi roadblocks zilikuwa zimesha kuwa mingi kila pale unapata unapata napata roadblock, kila napata roadblock na wa, waki, ukiangalia vitu wanaangalia, hakuna hata vitu za maana. Wanaangalia kwa gari, unapata gari imepita imebeba excess, wanasimamisha roadblock wa hapo, kajao ni kuchukua hiyo pesa kidogo kidogo hiyo shilingi 50, 50 kwa magari. Lakini kitu unaweza sema kwa barabara hii iko na changamoto mingi sana iko na changamoto mingi sana, na ukifuatilia kwa kama mambo ya hongo, hongo inaanza juu ikirudi chini na sisi wasafiri kuna mali nafika paka tunafinywa, uwezi ukaongea kitu ndani ya gari e, naunga mkono kwa maana ni, ni, ni kama ndio hobi yao ndio yao ya kuchukua hongo barabarani, lakini mimi siwezi laumu maafisa wa polisi peke yake. Na nalaumu pia wateja na pia wenye magari ma, ma conductor na dereva kwa maana mteja anaona gari imeja anajisunda yeah, ndani anajaa kabisa, na wakenya nao wanaogopa kwenda polisi. Sasa polisi anaposimamisha utaona sasa pesa inaanza kubadilishana mikono.